Hekaya fupi ya treni ya Bububu Zanzibar, huduma ya kwanza ya treni katika Afrika Mashariki. Kutokana na mazoea, mtu unaweza kuichukulia poa Zanzibar ukidhani ni sehemu yenye majumba ya kale na bustani ya Forodhani. Unaweza kushangaa ukiambiwa kwamba hakuna eneo katika Afrika Mashariki lililokuwa mbele kimaendeleo toka enzi za zamani, tena hata kabla ya ukoloni. Kwa muktadha huo tunakuuliza, je unajua kwamba Zanzibar ilikuwa nchi ya kwanza Afrika Mashariki kuanzisha na kuwa na huduma ya usafiri wa treni? Kwa taarifa yako, usafiri wa reli Zanzibar ulitambulishwa na Sultani bargash bin Saidi tangu mwaka 1879 alipojenga reli yenye urefu wa maili saba, takribani kilomita 11 na nusu, kutoka ikulu yake huko Stone Town hadi Chukwani. Usafiri huo wa reli katika visiwa hivi vya karafuu, awali ulianza na mabehewa mawili ya Pullman ambayo yalivutwa na punda, lakini ilipofika mwaka 1881, sultani aliamuru kuletwa kwa injini ya mvuke kutoka kwa watengenezaji wa injini za treni wa Kiingereza, kampuni ya Bagnall, na kuendesha reli hiyo hadi kifo cha Sultani Balgash mwaka 1888, na ambapo njia hiyo ya reli na injini vilivunjwa na kuondolewa. Hata hivyo, mnamo mwaka 1905 historia nyingine ya reli iliandikwa Zanzibar, wakati kampuni ya Kimarekani ya Arnold Cheney ilipojenga reli nyingine ya maili saba pia kutoka Unguja hadi kijiji cha Bububu. Hata jina la kijiji cha Bububu lilitokana na sauti ya honi ya treni iliyokuwa ikipita eneo hilo ikitoa mlio wa bubububu na hatimaye eneo hilo lilithi jina hilo hadi leo. Reli ya Bububu ilikuwa inafanya safari sita hadi saba kwa siku kati ya Bububu na Stone Town. Huduma hii ilikuwa maarufu sana hasa miongoni mwa wananchi wa kawaida wa Zanzibar. Kulikuwepo behewa maalum la daraja la kwanza kwa ajili ya abiria kutoka melini waliotoka kutalii kisiwani humo. Reli hiyo ilipita baadhi ya mitaa zaidi ya mjini na ilikuwa jambo la kushangaza jinsi wapita njia walivyofanikiwa kuepuka kugongwa na treni kila mara, kiasi hata wageni hao pamoja na wazungu walichukulia reli hiyo kwa hisia ya mshangao na vichekesho. Reli hii ilikuwa maarufu sana lakini pia ilijulikana kwa tabia yake ya kusababisha moto kwenye mali na maeneo ya mashambani ilipopita. Hata hivyo, iliendelea kufanya kazi kwa miaka ishirini na tano hadi ilipofungwa mwaka 1930. Aidha, ujenzi wa reli hiyo ukaendelea, wa Marekani waliweka pia nguzo za chuma na nyaya za umeme juu yake, kando ya njia yote ya reli hiyo, kiasi hata ilipofika mwaka 1906 Stone Town ilikuwa na taa za barabarani zinazotumia umeme, ikiwa za kwanza katika eneo lote la Afrika Mashariki. Mwaka 1911, reli ilinunuliwa na serikali, lakini kufikia mwaka 1922 huduma ya kusafirisha abiria ilisitishwa rasmi, kwani kadri barabara zilivyoimarika na magari yalivyozidi kuongezeka kisiwani, umaarufu wa treni ya Bububu ulianza kupungua. Baadaye, katika kuboresha bandari ya Zanzibar, reli hiyo ilitumika kusafirisha mawe yaliyotumika kujaza eneo la mbele ya bahari lililokuwa likipanuliwa. Hivi leo, sehemu kubwa ya njia ya zamani ya reli imejengwa juu yake. Hata hivyo, madaraja ya miteremko ya reli hiyo bado vinaweza kuonekana karibu na barabara kuu kuelekea Bububu. Haya ni Makinikia ya Habari. Endelea kusubscribe chaneli yetu ya Makinikia ya Habari kupata taarifa zaidi.